Uhuru wa maisha haukamiliki kama haujawa na uhuru wa kifedha, uhuru kwenye uchumi wako binafsi. Na uhuru wenyewe sio kwamba ni kitu ambacho tu unaamka unakipata, au kwamba kuna mstari umechorwa, ukivuka basi unaanza kuwa na uhuru kwenye maisha yako. Au uhuru kwenye fedha ni jambo ambalo linatengenezwa kwa mchakato, na kuna mifumo ambayo lazima uiweke kwenye nafasi yake, ili taratibu ukue kutoka kwenye utegemezi na uelekee kwenye uhuru wako wa kimaisha na uhuru hasa wa kifedha. Kuna misingi ambayo inakuongoza na kukusimamia wakati unaanza kuutengeneza uhuru wako. Hiyo misingi ndo itakusaidia kuweka mifumo yako sawa sawa, wakati ukitembea taratibu kuelekea uhuru wako wa kimaisha hasa hasa kwenye upande wa fedha. Nitakutajia misingi nane, na msingi wa kwanza, kanuni ya kwanza ni kwamba siku zote hakikisha kipato kinakuwa juu ya matumizi yako. Hakikisha kwamba kila unachotumia kinakuwa chini ya kipato chako kwa muda fulani kama unaingiza kipato chako una na kihesabu kwa mwezi, hakikisha ndani ya mwezi matumizi yako chini ya hela ulioingiza. Hata kwenye kujiwekea bajeti hii mipango ya mapato na matumizi, hakikisha kwamba kila unachopanga kuwekea matumizi yoyote ya pesa kiko ndani ya mifumo na misingi uliyojiwekea inayokuzalishia pesa. Ukiweka matumizi ambayo yako juu ya mshahara wako, lazima utajikuta unakosa uhuru, kwa sababu utachukua madeni na hayo madeni yatakuweka ya kwenye utumwa na vifu. Fungo. Na kwenye kanuni hii inabidi ujue kwamba ukuaji wa kipato na lile ongezeko la kipato linabidi liwe kubwa kuliko ongezeko la matumizi kwa muda wote, kwa nyakati zote. Kama kipato chako kinaongezeka kwa asilimia 50, matumizi yaongezeke chini ya asilimia 50. Mara nyingi watu wengi wakivuka kutoka kwenye mstari fulani, ngazi fulani ya kipato, akaingia ngazi nyingine, anapanda na matumizi kwa levo ile ile Inabidi kwanza ukiongezea kipato jaribu kujizuia jaribu kujidhibiti kiasi fulani, zoea zoea kile kipato, na ndo ongezea vitu vichache ambavyo havijaenda kufikia hatua ya hicho kipato kilichoongezeka. Kwa hiyo hakikisha kipato kiko juu ya matumizi na ongezeko la kipato liko juu ya ongezeko la matumizi. Msingi wa pili ama kanuni ya pili kuwa na vyanzo zaidi ya kimoja vya kipato. Usitegemee eneo moja la kuzalisha kipato, usitegemee mshahara peke yake. Kuwa na kitu kingine hata kama inamaanisha kuchukua sehemu ya mshahara wako ukaiweka sehemu labda benki, ambapo kuna akaunti ambayo haina makato lakini inazalisha kila mwezi, angalau hiyo hela inajizalisha kwa namna nyingine. Ukiweka mayai yote kwenye kapu moja, ukipatwa na lolote kwenye hilo kapu, inawezekana mengi uh, yakapasuka. Ukitegemea uh, chanzo kimoja cha kipato, uh, lolote likitokea, unakuwa na riski kubwa, tofauti na kwamba kama kuna hela labda umeiwekeza sehemu, umenunua hisa unakaa kibiashara kadogo, unafanya kama consultant au freelancer kwenye mitandao au unatengeneza video labda eneo kama hili, na inafikia kipindi zinakulipa kwa views. Kuna njia nyingi ambazo unaweza ukazifanya zikatengeneza pesa, kwa kitu hata hicho hicho kimoja unachokifanya. Ni kubadilisha tu format, ni kubadilisha tu watu unaowawasilishia, au ni kubadilisha tu namna unavyo package lakini kitu cha msingi kabisa kanuni ni hii, kwamba usitegemee chanzo kimoja cha pesa. Haijalishi vyanzo vingine vinaingiza kidogo au vipi, baada ya muda huwa vinakuwa, of course utakuwa na chanzo kikuu, utakuwa na chanzo kikuu cha pili na vingine vidogo vidogo, ila kwa mkusanyiko wake kipato kitakuwa kikubwa na unaongeza chances za kuwa kwenye uhuru wa kifedha. Msingi wa tatu ni kwamba unatakiwa kuwa na mpango mzuri wa mapato na matumizi ni kwamba lazima uwe na budget, kwamba kwenye huu mwaka unaoanza nina malengo, ninajiwekea lengo la kuingiza kiwango fulani cha pesa kwa njia moja, mbili, tatu, nne. E, njia moja mbili tayari niko nazo ila nitawekeza kwenye njia nyingine mbili na natarajia nitaingiza kiwango fulani cha pesa, na hiki kiwango kikiingia natarajia matumizi yangu yatakuwa sehemu fulani. Hayo matumizi lazima yawe chini, na kama kuna vyanzo vipya unaviweka sio vizuri ukaviingizia matumizi ya haraka, unaweza ukayaacha matumizi kwenye eneo lile lile ambalo linaishia kwenye kipato ambacho mpaka saa hizi uko na uhakika nacho. Ukijiwekea mipango ya mapato na matumizi, inakusaidia kuweka malengo yanayotimizika, na usipoyafikia unajua angalau umeyafukuza mpaka hatua gani, na ukiavuka pia utajua, ili ujipange vizuri mwaka unaofuata au mwezi unaofuata au kipindi kinachofuata. Wanasema kwamba ukishindwa kujipanga, unakuwa unapanga kushindwa. Kwa hiyo tusipange kushindwa. Kanuni ya nne, hakikisha kwamba hautumii kitu ambacho hujakiingiza. Hakikisha kwamba hautaingia kwenye matumizi ambayo hayatokani na pesa ambayo umeisha itengeneza. Usifanye matumizi kwa ahadi, wengine wanaita mali kauli. Usiende kuchukua vitu kwa mali kauli. Una hela, chukua kitu ndani ya hicho kiwango cha pesa ulicho nacho. Aa, sio kwa sababu umekitamani kitu fulani, umeitamani suruali, umeitamani shati, kuna maisha fulani unayatamani, unaenda tu, unapewa na unasema nitalipa taratibu. Usilazimishe huo upande, angalia hela ulionayo, tumia ndani ya pesa sa ulio nayo. Yakimbie sana madeni, epuka sana mikopo isiyokuwa na lazima. Msingi wa tano, fanya uwekezaji na anza mapema kwenye maisha yako kadri unavyoweza. Nimesema hapo kabla, inawezekana umeajiriwa, lakini chukua hata asilimia ishirini thelathini iweke kwenye isa, iweke kwenye akaunti ambayo inazalisha pesa. Huo ni uwekezaji. Unaweza ukapata maeneo tofauti ambayo utawekeza, na unavyoanza mapema ndo unavyojipa nafasi nzuri ya kutengeneza pesa kubwa baada ya muda fulani, kwa sababu uwekezaji unahitaji muda wa kutosha, sio eneo ambalo unakimbia kupata utaji ilio haraka. Waliofanikiwa sana kwenye eneo hili kama Warren Buffett walianza kwa umri mdogo sana, na sasa hivi tukiwaangalia wako kwenye uzee. Na tunataka tuwe kama wao, hiyo modo inabidi tuiadapti au tujifunze kutoka kwao, tukizingatia pia walianza wakiwa na umri gani. Kwa hiyo fanya uwekezaji na anza mapema kadri unavyoweza kwenye maisha yako. Kanuni ya sita, weka akiba. Weka akiba kutokana na kipato unachoingiza. Akiba inakulinda kwenye vitu vingi, hata kama ni mambo ya dharura, lakini magine unaweza ukawa unataka kununua kitu baada ya muda fulani, na ukaamua kuwa unaweka akiba taratibu mpaka kipindi ambacho hicho kiwango cha hela unachohitaji kitakuwa kimetimia. Akiba aa, ni matumizi ya pesa ambayo umeyaahirisha, ni pesa ambayo umeamua usiitumie sasa hivi uitumie baadaye na uitunze. Akiba ni tofauti na uwekezaji, ni kwa sababu akiba mara nyingi haikupi ongezeko la thamani kwenye hela, lakini sio mbaya kuwa na akiba kwenye kipato chako unachoingiza kila siku. Njia ya saba, epuka madeni, epuka kabisa na uikimbie mikopo. Endesha maisha yako kwa kipato unachotengeneza, lakini ukilazimika kuchukua mkopo, jitahidi usiwe kwa ajili ya kufanya vitu vya kawaida vya nyumbani, chakula, kununua mswaki, mafuta sio ya kujipaka, kununua chumvi. Angalia vitu vya kuchukulia mkopo, na hili utalifanya kwa kujitahidi kutafuta pesa. Ukiamua ukiwa umedhamiria, utapata hela ambayo unaifanyia kazi. Kwa hiyo hili linaenda mpaka kwenye tabia na mienendo ya mtu lakini kuna watu ambao wanachukua mikopo kwa ajili ya maendeleo. Ukiuchukua mkopo wowote kwa ajili ya maendeleo, usianze kusema ngoja niondoe kona leo, tule nyama, ninunue nguo nzuri, nibadilishe kwanza masofa, alafu ndo niende kuiwekeza. Kama ni mkopo wa maendeleo, nyooka moja kwa moja uwekeze kwenye maendeleo, na hakikisha unafanya research yako vizuri. Usichukue hiyo pesa kwa mihemko, usichukue pesa kwa kusikiliza yule muuza mikopo anavyokushawishi. Hakikisha kabisa hiyo hela unakoenda kuiwekeza ina uwezekano mkubwa wa kurudi na unakijua hicho kitu usikopi tu kwamba fulani anafanya biashara ya kuku anauza matikiti na mi ngoja nifanye hivyo hivyo bila kujifunza bila kufanya research kabla ya kuchukua mkopo hata wa maendeleo fanya research na ukisha uchukua fuata hizo kanuni na usiingize kwenye matumizi binafsi siku zote usikope hela yoyote kwa ajili ya biashara ambayo hauijui usikope hela yoyote kwa ajili ya biashara ambayo hujawahi kufanya, hujawahi kujifunza na haujaifanyia research, ni uwezekano mkubwa kwamba hiyo pesa itapotea na utaingia kwenye kifungo na mateso ya madeni. Kanuni ya nane, zingatia sana kujenga nidhamu ya pesa. Nidhamu ya pesa inajengwa vipi? Hautumii chochote ambacho haujakitengeneza, hautumii juu ya mapato yako, unaweka akiba, pesa nyingine unaiwekeza sehemu ili ijizalishe zaidi. Na nidhamu inaenda mbali mpaka kuangalia tabia na mihemko yako, kwamba usifanye matumizi yoyote kwa mihemko. Jipe muda, jipe masaa ishirini na manne, jipe siku thelathini, jipe siku kumi. Fikiria na ufanye maamuzi kwa kudhamiria na kwa kujua vizuri kwamba maamuzi yangu kwenye matumizi ya hii pesa nayafanya kwa akili yangu timamu, sio kwa sababu ninapenda. Kipindi ambacho umefurahi sana na unafanya maamuzi ya kununua vitu, utanunua vitu vingi ambavyo hauvihitaji vihitaji, umenunua tu kwa sababu ya furaha uliyokuwa nayo. Kwa hiyo epuka sana uh, matumizi ya mihemko, na hayo yote yanaingia kwenye nidhamu ya pesa. Msingi wa ziada ambayo ni bonus, jitahidi sana kuongeza ufahamu, ujuzi na uelewa wako kwenye elimu ya pesa, na hasa pia kwenye elimu inayohusiana na mambo ya kodi. Kuna wabobezi kuna wataalamu wameandika vitabu, wengine wako kwenye mitandao. Pata nafasi ya kusikiliza kujifunza vitu vitakavyokusaidia kwenye hasa hasa nidhamu yako ya pesa na maamuzi yako unayofanya kwenye kipato na kwenye matumizi yake. Asante, ninatumaini umepata la kujifunza. Aa, mimi ninaitwa Michael na hii ni Lenzi. Usiache kusubscribe kama bado hauja subscribe, na usisahau kuwashirikisha na wengine. Karibu sana.